Na mpenzi wako anashabikia Yanga. Hakikisha umemwambia usiku mwema kwa sababu hapo jioni hatuweza kushika simu. Naomba niwaambie tu mashabiki wote wa Yanga, hakikisheni mmekula chakula cha mchana kwa sababu usiku wa mto pata nguvu za kula chakula. Eh, ndio Simba basi mwakiacha basi usiwaambie sana. A few moments, hii ni haki kweli ndugu zangu? zaidi ya mara sita mtu anajipigia tu, hii ni haki kweli? jini yani, hata machungu ya Manchester United hayajaisha, tunakuja kupata kipigo hivi. mimi niliwakozeaja dvj alafu, <laughs> watu wanaenda mbali zaidi, wanasema mashabiki wa Manchester United tunaoshabikia Simba ndo tunaleta mkosi